Napenda nikushukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia siku hii, afya uhai, tukaweza kukutana mali hapa, lakini pili, kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mwanza nipende kupokea risala hii ambayo imeandaliwa vizuri kabisa, ili iweze kuwa ni uh, chacho ya maendeleo ya soka kwa timu zetu za veteran hapa mkoani kwetu. Mheshimiwa mwenyekiti, ninapenda nichukue nafasi hii kuwashukuruni sana na kuwapongezeni sana kwa maandalizi mazuri ya michezo hii ambayo rasmi ilianza tangu tarehe tatu tarehe nane mwezi wa tatu ambayo yalifunguliwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu wa Mwanza, na katika hitimisho hili yeye alipaswa kuwepo hapa, lakini kwa majukumu ambayo amekuwa nayo ameshindwa kuweza kufika, lakini tumeweza kumwakilisha. Nipende kuzipongeza timu zote ambazo zimeshiriki katika mashindano haya kama zilivyokwisha kutajwa sita. Sitakwenda kwenda kuzitaja zote, lakini tunatambua namna ambavyo zimeweza kushiriki tangu mashindano haya yalivyoanza. Lengo la mashindano haya yalikuwa ni kuendeleza mshikamano, kuendeleza uh, michezo kama michezo katika mkoa wetu, lakini kujenga afya, lakini pia sambamba na serikali ya awamu ya sita inavyopambana, inavyosapoti michezo imeonesha ni namna gani tunaisapoti michezo, lakini kwa kauli mbiu ambayo tunaiweka hapa huo, kwa mwaka huu kwamba veteran Mwanza mama, katika michezo, afya kuimarika. Hili ni jambo jema na ni jambo kubwa sana ambalo kama tutaendelea kushikamana hivi basi tutaendelea kuonesha ni namna gani tunaisapoti serikali yetu, hasa katika tunavyoona mama anavyopambana na michezo. Na kwa kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, napenda nitumie nafasi hii kutoa wito kwa wanamichezo wote, kwa kutumia sekta ya michezo kuweza kuhamasisha ni namna na gani nzuri wanamichezo wote na watanzania wote tuweze kushiriki katika uchaguzi mkuu wa taifa letu. Wote watu tuna haki ya kushiriki kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo utakapofika wakati basi, uh, tutumie sekta ya michezo pia kuhamasishana kushiriki katika uchaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende pia kushukuru wafadhili wote ambao wamejitolea kushika mkono mashindano haya kwa uchache. Namna ambavyo mmeweza kuorodhesha wafadhili hawa, basi na mimi nisingeweza kuwataja wote, lakini tunatambua kazi kubwa ambayo imefanywa na wafadhili ambao wamewezesha mashindano haya kufikia hitimisho siku ya leo. Kama mlivyoweza kutamka, namna ambavyo palipo na mazuri, kuna changamoto, basi na namna ambavyo tumeweza kutaja hapa, basi mheshimiwa mkuu wa mkoa atazipokea na atakwenda kuzifanyia kazi.